Na wamama mlio hapa, women are here, baba anaweza kukosea A might maybe na akasababisha ukateseka na watoto, lakini hawa watoto walitoka kwa kiuno cha baba. They came from the loins of your father, walitoka kwenye viuno vya baba. Usikubali kushika watoto kama mama kuliko kuachilia kwa baba yao, kwa sababu baraka ya kwanza, the first blessing, inatoka kwa baba, inatoka kwa baba. Kwa hiyo hata kama hakukununulia sukari amefanya uteseke, hata kama amefanya umie, huyu mtoto mwachilie kwa baba yake, muachilie kwa baba yake. Usimshikilie, kwa sababu unapomshikilia unasababisha mtoto wako asibarikiwe. Ambia wewe, mtoto wangu, najua umejawa uchungu Ukuona baba. You didn't see your father. Siku zote uliona mimi mama. You mama yako mimi yes, mama yako I have gone up nimepanda and down nimeshuka. Nina uchungu wa maisha. Kwa sababu nimelea peke yangu. Lakini nataka kukuambia ili ubarikiwe. Tafuta baba yako ni mtu fulani. Nenda kaombe baraka, akubariki tu, aongee na wewe tu. Basi, tusiweke watoto wasiwe karibu na baba zao. Mungu hapendi hivi. Ndio amekuumiza, ndio walikuacha ndio, yes, ndio walikukataa yes, wali yes, unaweza him, kuwa peke yako na hautataka tena muunganisho pamoja, uh, uh, Lakini... Achia mtoto ajue baba yake ni na, wanapobarikiwa wambie, mkumbuke baba yenu.